Kwanza kipekee nianze kumshukuru uh, mheshimiwa Jaji Mkuu. Uh, sisi kama TLS mahakama haina deni kwetu mara zote, uh, hatuidai mahakama yani katika wajibu wetu kama wadau wake, na mahakama imetusupport kwa kiasi kikubwa. Mimi wanapenda kama jambo ni zuri ninalisema hata dunia nzima ikinitukana nafsi yangu inakuwa na amani, kwa sababu ukweli unajipigania wenyewe, hauhitaji kura. E, Mheshimiwa Jaji Mkuu ulianza, ulizungumza moja ya hoja yako kama ya kumi na tisa hivi, alizungumza kwamba sisi ni watumishi wa watu katika sekta ya haki. Hata siku moja nilimwambia mtu kwamba for ten years Sikuwahi kusikia bold statement kuliko aliitoa jaji mkuu juzi. Mimi mheshimiwa jaji mkuu, kama nalo la kukusifia ntakusifia ukiwa hai, siku ukifa ntanyamaza, kwa sababu mambo yako na Mungu. Kwa hiyo as long mi mtu akiwa hai ntasema, kwa sababu tuna wajibu wa kutiana moyo jambo linavyokuwa vema. Kumekuwa na hii watu wanafikiri kwamba TLS is an activist or a political biased E, mi siku zote nimekuwa nikisema section 4 e, nia yangu ni kutoa hiyo dhana, na nimegonga kwa unyenyekevu nafasi zote ofisi nyingi sana za serikali, nikiwa na kusudi moja kwenda kujitambulisha ili watu watuelewe kusudi letu ni nini. Nikili leo ndo nimekumbuka kichwani, takukuru, sikuwahi kuandika barua. Kwa hiyo e, siku, sikuwahi kufika, lakini tumefika karibu ofisi zote na tumezungumza na wametuelewa TLS, na tumekuwa na mashirikiano mazuri katika kufanya kazi zetu na huduma zetu za e, kisheria e, tumefika wizara ya katiba e, nadhani kati ya mtu aliyetupa msaada mkubwa kwa mwaka huu ni wizara ya sheria na katiba financially, yani sio kwamba nazungumza msaada labda wa hadisi hadisi a very lucrative amount of investment kwenye digital platform yetu kwenye usafiri na kwenye mashirikiano ya legal aid, tumeshirikiana kwa ukubwa sana na wizara yote hii. Inakuonyesha kwamba mawakili na nimelizungumza ili wazima kwamba we we are not a terrorist group. We are not here to terrorize anybody. Sisi kazi yetu, wakati prosecutor anatamani mtu afungwe, sisi tunajaribu, we are just pleader, kumbembeleza hakimu na jaji, usifunge mtu huyu, awezekana sio mwalifu. that is only our humble duty. And that is why we are going to court. Na pale mahakamani kunakuwa na askari ambao wapo siku zote, wanajua kabisa utaratibu. Hata utaona wanamwelekeza mtu mgeni ambaye hajafika, unataka kwenda nini? kwa a a, nenda chemba namba fulani, ghorofa namba fulani huku usiende usiende wezima simu usiingie na simu eneo hili usiite mtoto huyu huyu mtoto haruhusiwi mahakamani unamkuta yule askari yuko very professional but is not doing uh, anafanya service pale eh, tunachojaribu sisi kuwaambia wenzetu wa polisi na kidogo saizi nimeona pale kisutu na mahakama kuu saizi magereza ni ile kuonyesha hali ya militant. Militarization ya court proceedings kule ndani E, unaona mtu anamwangalia jaji hivi kajificha, katoboa ni macho tu kwenye sweta, amekaa, huyu anapita, huyu anapita, huyu anarudi, yani kana kwamba there is something, lakini kumbe kuna namna ambavyo tunaweza tukahendo. Siku zote skuzote mimi nimependa kuambia watu mahakamani, mahakama eh, ni mahakama ni tukufu. Sisemi ule utukufu wa Mungu, ni ule utukufu katika ile hali ya utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo, wadau wote sisi tunatakiwa kuulinda kwa sababu pale ndio sehemu ambayo aliye mkubwa na aliye mdogo anatakiwa kujisikia yuko secured. Lakini mazingira yanayojitokeza, kwa mfano, wakili akikosea, mchukue mshtaki kwa mujibu wa utaratibu, mripoti kwa mujibu wa utaratibu. E, sio vinafanyika vitendo ambavyo mtu ukiangalia mtu anasema this guys civilized inchi kweli hapa e, ni court premises au ni wapi? Kwa hiyo kazi ya TLS sisi tunachojitahidi ni ku leta dhana nzuri ya uwajibikaji wa pamoja. Na lingine ambalo sisi sasa kwa sababu, eh, mengine ambalo kwa sababu mwenzangu amezungumza mengi nilijaribu kutoa tu mifano michache ambayo mingine Mheshimiwa Jaji ionyeshe kwamba sio kweli kwamba tu mara zote watu wanakuwa provoke. Yaani kutakuta mwingine labda mtu anakuchukia tu jinsi ulivyo kwa sababu sisi tuna corporate lawyer. They are good speaking. They have an art of speaking and they speak like a judge, like someone with, eh, tuko sisi <laughs> huku ambao sio mapublic ma, ma, ma litigant huku ma criminal lawyer, hata sauti yangu tu inakukera. Yani hata kama sija ku address, just listening to me you feel bored but I'm not a bad person against you, so nisiadhibiwe kwa yale majukumu, kwa mtu anavyoni passive anione tu kwamba ni namna ya kutenda katika kazi. Sasa changamoto kubwa inayokuja nini kifanyike? Moja ya jambo ambalo tulikuwa tukiomba na liangaliwe ni vema mahakama ione utaratibu wa kuwa na askari wa kutosha weza kwa kusikiana na polisi, lakini mahakama ambayo imewatrain kuweza kuangalia una hendo hivi jambo hili likitokea linakuwa hendo hivi jambo hili likitokea linakuwa hendo namna hii ili mtu aweze kutofautisha namna ya kufanya arraignment na namna ya kushughulika na professional misconduct inayotokea mahakamani kwa sababu sasa ukifanya arraignment kwenye professional misconduct kwa kweli itakuwa tunachanganya vitu sehemu moja, vitu visivyokuwa sawa. Lingine ambalo mimi niliona ni, li, eh, ni suala zima la namna tunavyoshirikiana eh, nimetoa mfano. Sisi tumefaidika sana na uwepo na mahusiano yetu kati ya sisi na mahakama, sisi na wizara ya sheria na katiba sisi na ofisi ya solicitor general, sisi na ofisi ya mwanasheria mkuu, sisi tulikuwa na tatizo ambalo mara ya kwanza halikupata hata audience, lakini jaji mkuu amelichukua na kulifanyia kazi kwa haraka sana. Swala ambalo lilikuwa linakatisha sana tamaa mawakili kuapia Court of Appeal, wengi wakawa nasema no, I'm not going there. I'll be harassed. I'll be harassed. Kwa nini? Kwa sababu anafikiri nitasomaje hata nikienda na position hii watanipiga, kwa sababu ukweli, court of appeal watu wengi wanaogopa, kwa sababu wanafikiri eh, wazee pale wataniuliza maswali have, have all these three decision conflicting then I will not enjoying myself then I'll feel like be catched with surprises. Kwa hiyo jaji mkuu akatusikiliza and he make a decision mapema sana eh, kuna mambo tulikuwa tulifika hapa kwake tukazungumza kuhusu mambo ya eh watu kukaa ma, maabusu muda mrefu, na ili swala la kufuta kesi, kesi imekaa muda mrefu, imekaa miaka mitatu. Eh, baada ya miaka mitatu mtu anafuta anamkamata mtu hapo inaanza upya, lakini wote mtaona hata katika maelezo aliyotoa jaji mkuu ameonyesha kwamba eh, actions zimekuwa zimechukuliwa those are the positive kwa sababu we engage, e, engage na tumeengage mpaka na rais vile vile, tumefika tukamsalimia rais, e, tukazungumza akatupokea akatuelewa. Kote huku ni kuonyesha kwamba sisi, we are not here as an affront to the state. Tuko hapo kwa ajili ya utawala wa sheria, tuko huku kwa sababu ni lazima waweko huku, kwa sababu tutahitaji mawakili wakati upande mwingine tutahitaji waendesha mashtaka. Kwa hiyo tunapokuwa huku ni kwa sababu ya ule utaratibu tu wa kisheria, lakini sio kwamba ni kwa sababu ni waasi, ni kwa sababu kwamba lazima mgawanyiko wa madaraka uwe hivi kwa hiyo siku zote nasema hatuhitaji kinga. Mimi sisemi, mimi ni mpinzani sana wa immunity. Hatusemi eti wakili awe na kinga. Ah, ah, sheria zipo, wala hatuhitaji sheria mpya. Sheria inahusu contempt of court siipo kwao. Kama mtu amefanya contemptuous act, kuna taratibu zinazoongoza pale ndani. Wakili wajibu wake nini? Kuna taratibu zinazoonyesha, kuna professional misconduct, taratibu tayari zimo mle ndani. Ndicho tunachosema kwamba zi, zifanyiwe kazi ili kuondoa hali ya mawakili kuonekana kuwa kama appendix kwenye mfumo wa ha? Eh, utoaji haki. Sometimes we feel like an appendix kwamba sometimes somebody can remove it and you can continue to survive. Let us feel part of the family. Najua Jaji Mkuu alinisahihisha uh, hilo akasema ah, mko part ya uh, family, lakini it's just an expression kwamba sometimes uh, you are making lawyers advocate feel like they're just an appendix katika mfumo wa utoaji haki e, na jambo lingine ambalo sisi tuliliona kama TLS tuli, tu, tuone namna ya kufanya ni wananchi wanaofika mbele ya mahakama, wale ni wadau muhimu sana katika kuonekana haki imetendeka. Mi naamini mara nyingi mtu anayeenda mahakamani ni mtu mwema na mtu anayekwepa mahakama ni mtu mwovu. That is my assumption. Kwa hiyo na mara nyingi napenda kuona kwamba mtu yoyote anapokuja mahakamani ni aisa, anataka kusikia nini kinaendelea na kuona, au anataka kulalamika kile alichotendewa. Kwa hiyo ni mteja. Kwa hiyo wote tunapokuwa pale mahakamani, mimi kama wakili ninatakiwa kuelewa yule ni mteja wa mahakama. Mimi kama polisi natakiwa kuelewa yule ni mteja wa mahakama mimi kama prosecutor natakiwa kumwelewa yule ni mteja wa mahakama, na tusimwone kama nuisance. Kwa hiyo anapokuja kwa wingi ni kwa sababu bidhaa ile inauza, watu wanavutika kuiona ile bidhaa. Kwa hiyo nifanyeje kumsaidia? Siku moja nilisema pale Mbeya, kuna kesi tulikuwa na watu wanahudhuria mpaka watu zaidi ya elfu moja na lakini mahakama haikuona kama nuisance ikasema haa, kuna ukumbi ule na ule ule una video wake, ili accommodate wale watu. Hakuna aliyevunja mti, hakuna aliyeharibu kitasa. Nipeleke kwenye chemba ya jaji, he will give me a soup inayonistahili kwa mujibu wa taratibu, na wewe utapata haki yako kwa mujibu wa taratibu, na nikitoka nje basi yame yamekwisha. Kwa hiyo mheshimiwa jaji, mimi nilikuwa naona kwamba eh, sisi kama TLS tunashukuru kwa kikao hiki na tungeomba wadau wote waelewe kwamba maslahi ya TLS ni haki na utawala bora. We are not partisan. We are not here to terrorize anybody and we are not here to carry a political agenda. Haki za binadamu na utawala bora, utawala wa sheria kama ambavyo dira ya maendeleo 2050 inatutaka kama nchi tuwe. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama kusiwe na ile passiveness au negativity ya action. Ni kwamba kila mtoto ana namna yake ya kulia, na vile vile kuna hili jambo la kutofautisha wakili na mwanasiasa. Sheria yetu haikatazi wakili kuwa mwanasiasa, ila kiongozi ndio anakatazwa kuwa mwanasiasa. Sasa kuna wakati wakili anapoapia kule, ili mradi anafanya kazi za uwakili tumwajibishe kwa zile kanuni za kiwakili, tushirikiane, tufuate zile hatua mle ndani, lakini tusicreate kwamba labda, kwa mazingira haya, probably huyu yuko huku, then basi huyu ni wavirungu. Tuone tu namna bora kwamba wakili, ili mradi ni wakili, atendewe kwa star, aadhibiwe kwa sheria tulizojiwekea, tumwajibishe kwa sheria. Na mfano upo mimi pale Mbeya, tulikuwa tunaendelea na mashauri nani, nilimwona hapo, Mlambo alikuwepo tunacheka kumbe, Mlwambo yuko ananiandalia chaji ya kunipeleka advocate committee. He never beaten me, hawaku sikupigwa mbea pale, lakini baada ya kumaliza hata mahakama ili nipongeze ikasema nimefanya kazi nzuri ndani na nje, lakini Mlwambo alikuwa ameshaandaa chaji ya kunipeleka advocate committee. Yupo pale rafiki yangu Mlwambo. Sasa tulivyotoka pale peacefully, yani peacefully, mpaka leo tunacheka na Mlwambo na tunakula pamoja peacefully, nikakutana na kachaji natakiwa kufika advocate komiti kwa kile kile nilicho kifanya, lakini throughout it was profession. We hug each other, we talk, we argue low. Tunakuna ndiyo tu mazingira tunayo yataka, yani ni punish, lakini nijue kwamba kweli umenipunish kwa sababu niliku offend nime, na nimepata fursa kuliko ukinishambulia physically. Asante Mheshimiwa Jaji.